Habari, uh, nipende kukukaribisha siku ya leo katika podcast zetu za Next Generation Voices au NGV. Uko nami Frenki Wihanji na siku ya leo niko na marafiki zangu hapa, niko na wageni, tunakwenda kujadiliana masuala mbalimbali, na mada yetu ya leo tunakwenda kuangalia uh, masuala mazima ya vijana na kujiajiri, namna ambavyo vijana wanaweza kujiajiri huku mitaani na namna ambavyo wanaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali. Kushoto kwangu hapa niko na mgeni atakwenda kujitambulisha pamoja na kulia kwangu. Napenda kuanza na upande wangu wa kushoto kuelekea upande wa kulia. Habari? Salama kabisa. Kwema? Kwema kabisa ndugu. Anafurahi kuwa na wewe katika podcast zangu za NGV, Next Generation Voices, na uh, ningependa ujitambulishe watu waweze kukufahamu uh, kwa majina. Mimi naitwa Maki John Maki ni hmm. mitimu kutoka chuo cha Makumira hmm. Sawa sawa, nashukuru. Na kaka hapa, asemi ha, naitwa Kevin Masindoki, mm. jina la cheti. Lakini jina la kitaa, mm. naitwa TOD. TOD Master, yeah, TOD eh, Master. Teacher, o? On duty. Teacher on duty. Teacher on duty kama kawaida. Ah, <laughs> nashukuru sana. Kwa bwana hapa niko na ndugu yangu TOD Master hapa, uh, pamoja na ndugu yangu uh, Maki, John Maki. Sasa tunakwenda kuangalia maswala mbalimbali ya vijana. Natumaini nyinyi nyote ni vijana hapa na kuna changamoto mbalimbali mnakuwa mnapitia. Mbali mbali mbali mbali changamoto zipo nyingi nyingi sana. Ah, umesema wewe ni timu maliza chuo kikuu ah, toka umalize chuo, ni changamoto zipi ambazo wewe ume, binafsi umeziona kwamba huku mtaani umekuwa ukizipitia? Ah, kwa upande wangu binafsi, changamoto ni nyingi. Ndio, changamoto ya kwanza ni swala zima la kupata ajira. Swala zima la kupata ajira, kwa kweli ajira ni changamoto sana kumtaani. Ndio, mtu unazunguka kila siku hmm. Bahasha. Mm. Kupata ajira kwa kweli ni changamoto kubwa sana. Unatembea na bahasha za kaki. Ya, yani changamoto kubwa sana kwa ajira. Ajira ni ngumu sana, ngumu sana. Ah, uh, lakini ndio <coughs> changamoto hizo za ajira. Ujajaribu uja, uja, uja labda kujiajiri? Ah, uh, mimi nimewahi kujiajiri. Nimewahi kujiajiri ya. Yeah. Mm. Unaweza um, kuambia watu kama ni biashara ambayo tunasema ni biashara halali, unaweza kuambia watu <laughs> mfanye biashara gani? Ah, uh, mimi kwa upande wangu binafsi nimefanya mm, biashara nyingi sana. Nyingi. <laughs> biashara ya duka, mm -hmm. mayai hii Makumira yote nime supply mayai baada ya kumaliza chuo, hivi ni mm. sasa hivi ni mambo ya miamala. Aha, wakala yeah, wakala. Money transaction. So, Aha, so, so. Ah, kuna changamoto mwa kupata kwa kazi yako ambayo changamoto ni nyingi sana mm. kubwa swala mtaji, pia changamoto ambayo mm. ina challenge sana vijana baada ya kumaliza chuo yeah. wengi wengi wanashindwa waanzie wapi kwa sababu ya mtaji ah, mtaji, mtaji aha, na unaweza kusema kwamba labda kwa biashara hiyo sana maana ni labda mtu anahitaji mtaji kuanzia kisi gani, wewe kwa uzoefu wako mtaji mm. kwa uzoefu unalingana na, na sehemu ambapo mipo nipo seta sector yako nafanya kazi sawa. Kwa sehemu zingine hazitaji mtaji mkubwa, lakini ukiona population ikiwa kubwa sehemu lazima na wewe ujipange. mm. <laughs> mm. na kiasi kikubwa. Hebu kwa wewe sasa, kwa hiyo kwao, kiwango cha chini mtu anapaswa awe na shilingi ngapi? Kiwango cha chini kwa mtu anayeanza isiwe mm. chini ya laki tano, chini ya laki tano mm. kwao, chini la ya laki la koko laki tano na laki sita hata ukisema ukiwa na chini ya laki tano, fanya kila laini ndio umeiwekea elfu hamsini hamsini, si ndio? Alafu balance itakuwa imebaki nayo shilingi ngapi kwenye laki tano, kwenye laki tano itakuwa imebaki na laki tatu, kwa hiyo at least mtu anaweza kaja atakatoe laki mbili au laki tatu, lakini sasa ukiwa na chini ya laki tano, laini inataka uweke float alafu we na keshi unaona e, um, changamoto a kuanzia mtaji, changamoto kubwa sana katika mm -hmm. Inayokumba vijana sana ha, katika sasa katika. Na

nafanya biashara ya duka mm. uwe na kitu hata milioni tatu nne, ila ukiwa kama sisi hapa hivi mm. milioni moja, bado duka litaonekana na kitu kwa na yeah, niwekeza yeah. Kwanza moja, uh, uh, maana ukiangalia vifaa vile mashelfu mm. mm. gharama kwa kweli uh, uh. Uko kipindi hicho huko ulikuwa chuo unasoma? Nilikuwa nasoma, nasoma bado. Na hiyo ile ilikuwa ni bumu au ni mzazi alikuongezea? Ah, hiyo ile kaka ni ni bana sana kwenye bumu yani. Mm. Nimeweka mm. akiba yangu kidogo kidogo, ndio. Kisha siku nikasema hoja nifungue duka kitu fulani hapa, lakini changamoto zipo kukutana nazo. Eh, changamoto akutana nazo hapa na pale. Ingia hasara hapa. Vipi, naika asara wewe mm. ulishakupitia maji au ni hasara kwenye miamala? Eh.